Sukoi 57 au kwa kifupi SU 57 na lakini NATO wanaifahamu kama Felon. Hii ni ndege ya siri ya, ya kizazi cha tano cha ndege za kivita ya nchi ya Urusi, yani 5th generation fighter jet. SU 57 ni moja ya ndege hatari na tishio duniani na leo tumekuandalia makala kuhusu ndege hii hapa. Utafahamu sifa zake kuu, teknolojia yake, misheni zake, na ni kwa nini ni moja ya ndege hatari zaidi duniani mpaka kupewa jina la tishio la Marekani. Lakini kabla ya tujaendelea, karibu sana. Hii ni Elli Tek chaneli tunaozungumzia makala zote za sayansi na teknolojia kwa lugha ya Kiswahili. SU 57 kama tulivyotangulia kusema ni kizazi cha tano cha ndege za kivita, iliundwa huko Urusi kwa lengo la kushindana na matoleo ya hatari ya Marekani kama F-22 pamoja na F-35 Lightning, huku ikijivunia uwezo mkubwa wa kujificha ama stealth, pamoja na sifa kubwa kama kuruka kwa ustadi na kwa kasi zaidi pamoja na kubeba silaha za hatari ili kuhakikisha inamwangusha mpinzani wake kwenye uwanja wa vita ama misheni nyingine yoyote ya hatari. Licha ya ndege hii kuwa ilitambulishwa rasmi mwaka 2020 na 20, na utengenezaji wake wa idadi kubwa yani mass production ulianza mwaka 2019, lakini ndege hii iliruka kwa mara ya kwanza kabisa miaka 15 iliyopita, yani tarehe 29 mwezi Januari mwaka 2010 ikiwa ni kipindi cha majaribio na tafiti maarufu kama R&D, yani research and development ambapo kwenye uundaji wa kitu chochote, hii ni moja ya hatua ambayo hutumia gharama kubwa zaidi. Mfano, kwa simu ya smartphone ya daraja la kati, hatua hii hugarimu mpaka dola za Kimarekani milioni 20. Ukihitaji kununua ndege hii, anyway, huwezi kuhitaji kununua ndege hii, lakini thamani yake ni dola za Kimarekani milioni 50 mpaka milioni mia, kulingana na vitu utakavyohitaji vipo ndani, yaani accessories zake Yeah. Sasa dege, ni kipi kinafanya ndege hii kutajwa kama ndege hatari zaidi duniani? Kwanza kabisa ni speed SU-57. Yes, inaweza kwenda kwa kasi zaidi ya mara 18 na ya spidi ya gari, yaani spidi ya kilometa 2135 kwa saa. Safari ndefu zaidi Tanzania kwa haraka haraka ni kutoka Bukoba kwenda Mtwara, ambayo ni takribani kilometa 1000 1968. Hivyo safari hii ambapo gari litatumia siku mbili kufika, ndege hii ya kivita ya SU 57 itatumia angalau lisahali moja tu. Hivyo unaweza kuona ni namna gani ndege hii inaweza kwenda kwa kasi. Sifa kuu ya pili, uwezo wa kutoonekana kwenye rada. SU 57 imeundwa kwa teknolojia ambayo inahusishwa na kupakwa rangi maalum inayoweza kufyonza mawimbi ya rada na muundo unaozingatia sheria zote za kifizikia, pamoja na uwezo wake wa kuhifadhi silaha ndani, hivyo kupunguza zaidi uwezo wa kuonekana kwenye rada. Na hii imetengeneza mijadala mingi mitandaoni kwa kushiriki kwenye vita ya Urusi na Ukraine bila kugunduliwa. Sifa kuu ya tatu Maneuverability, au uwezo wa kunyumbulika hii ni moja ya sifa nyingine muhimu kwa ndege za kivita. Sifa hii inaifanya ndege iweze kunyumbulika ili kuweza kukwepa silaha za adui. Su 57 inaweza kufanya minyumbuliko mingi, lakini baadhi ya minyumbuliko maarufu inayoweza kufanywa na ndege hii ni hii ya kwenda kwa mwendo mdogo kiasi kwamba inaonekana kama imesimama huku ikijizungusha hii ni tofauti na ile ya F-35 ya kupaa kwa muundo wa wima kama helikopta. Su-57 ina uwezo wa kufanya minyumbuliko mingi mingine unaweza kuiona kwenye video hii, shukrani kwa injini yake inawezesha yote haya y kufanyika. Sifa kuu ya nne, spidi kubwa zaidi ya spidi ya sauti ama supersonic speed. Sifa hii ipo kwenye ndege nyingi za kivita, lakini utofauti wa SU-57 inaweza kusafiri kwa spidi ya supersonic bila kuhitaji mlipo wa injini maarufu kama afterburner. Afterburner inafanyika kwenye ndege nyingine nyingi za kivita, ambapo kiasi kingi cha mafuta huongezwa kwenye chemba fulani za injini ambapo kuna kuwa na gesi ya moto hivyo kusababisha mlipuko mkubwa, na lengo lake ni kuwa kuwezesha ndege hii kutembea kwa spidi ya supersonic, lakini madhara yake ni kama ulaji mkubwa wa mafuta, hivyo kufanya ndege kushindwa kuhimili spidi hiyo kwa muda mrefu. Na sifa hii hufanya SU kuwa maarufu, kwani haihitaji afterburner ili kufikia spidi hii. Sifa kuu ya tano, uwezo wa kubeba silaha ndani ya ndege na nje ya ndege. Hii inafanya ndege hii kuweza kufanya misheni za masafa marefu kwa sababu inakuwa na uwezo wa kubeba silaha nyingi zaidi. Sifa kuu ya sita, Data Link. Teknolojia ya Data Link inawezesha mawasiliano ya moja kwa moja na ya wakati huo huo yani real time, kati ya ndege na kituo cha ardhini. Pamoja na sifa nyingine kama teknolojia ya rada inaweza kuskani na kugundua adui nyuzi mia tatu na sitini. Ndege hii ina siti moja tu ya rubani, ina urefu wa mita ishirini. Ndege hii peke yake ina uzito wa kilogram elfu kumi na nane na mia tano. Lakini kifungwa kila kitu na mafuta full tanki inakuwa na uzito wa kilo elfu ishirini na tisa mia saba na sabini lakini uwezo wake wa juu kabisa inaweza kuimili ni kilogram elfu thelathini na tano Ikizidishwa uzito zaidi ya hapo mfumo wake wa utambuzi hauruhusu ndege hii kuruka kabisa. Yote haya bado ndege hii ipo katika hatua za ukuaji, yaani bado haijakamilika. Kwa video nyingine nyingi kama hizi, usisite kutufuatilia YouTube na TikTok kama Elli Tek. Asante kwa kutazama na kwaheri kwa sasa. Bye bye.